tafuta, itakuja hivyo. Baada hapo nitabonyeza hii hapa, ikoni yake, itafunguka hapa. Kuna option mbili, kuna option ya install. usibonyeza ni option ya kufuta. Wewe, mfano, kuna update, unaweza ku-update eh, moja kwa moja, unakuta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 Tigo, Vodacom, TTCL, mtano e, Tigo kwa jina lingine ni, ni Yas. Nataka ninunue kwa Yas au Tigo forma, Tigo tuchukulie Vodacom, nitabonyeza Vodacom, ikaniuliza, unataka ulipiwa kupitia Vodacom mobile, namba yako, andika namba kwa yako ya simu kwa hapa, mimi ntaandika namba yangu ya simu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 Kikiona submit italetea request imetumwa kwa Vodacom. Kwa hiyo, italetea hivi umeona bonyeza moja kudhibitisha muamala huo hapo shilingi 2000 kwenda malipo ya serikali. Kwa hiyo nikibonyeza hapa moja kudhibitisha, moja kwa moja itanunua umeme, labda naweza kaniuliza namba ya siri. Kwa hiyo nikiweka namba ya siri itakuwa imenunua umeme. Hiyo ndio jinsi ya kununua umeme kupitia application hii. Sasa turudi nyuma tuangalie jinsi ya kupata token, tunarudi nyuma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 baada token kumbe, huyu mtu alinunua tokeni yake ya mwisho hapa sasa, ili kuijua unabonyeza hapa weka ya mwisho sabini mita namba yake, mita namba ni hiyo hapo alitumia kununulia umeme. Mtu alinunua umeme tarehe tatu mwezi wa kumi na mbili amount paid huyu mtu alinunua umeme wa elfu mbili thelathini na tisa namba yake alinunua hiyo hapo kwamba alinu, kama, kama kwa mimi nilinunua h wa shilingi nilinunua umeme wa shilingi pia kama mtu anasema amenunua umeme na haja nunua hiyo hapo sasa ukiachana na hiyo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 lakini hapa kutari nimeshachagua mita namba, hapa chini nimeandika namba ya mita afu nabonyeza submit. Hapa itakuletea hii namba ya mita, hii tokeni zote ambazo zimenunuliwa hivi karibuni. Kwa hiyo mtu hata kama amekwambia bwana, mimi nimenunua umeme, lakini unajua wali si atakuwa muongo, basi kutumia njia hii unaweza kumpata muongo wako vizuri kabisa. Utagusa hapa uta, utaona taarifa za tokeni imenunuliwa, umeme wa shilingi ngapi. Maana kuna mwingine ananunua umeme wa elfu kumi